Kwa nini ikawa pesa ya Kenya uko juu kuliko Tanzania mara zile? <coughs> Ni mpango tu. Kitu gani kilisababisha pesa Kenya kwa ya Kenya ikawa juu zaidi kabisa kuliko ya Tanzania? Ni mpango tu. Wala huwezi kubadilisha na ukitaka leo utafanya basi, pesa moja Uganda iko chini kabisa ufike mpaka Zimbabwe ambapo unasikitika, ile pesa yangu ilinipotea ni kwa na bilioni hamsini ya Zimbabwe unapata mkatobo fulo mmoja bilioni hamsini utapata mkate wa bofulo mmoja. Huoni ni gemu hiyo? Na si wenye hatuelewi twapelekwa wapi leo, twasubulia wazungu. Wenyewe wameweka pesa yao moja, hilo euro lao wameliweka nka, wazungu watutumia pesa moja, wakawasaidia sisi. Hatuna ruhusa kutumia pesa yetu. Pesa yetu haina thamani ukitoka na nje ni makaratasi tu. We unaenda kwa Amerika, Australia na pesa ya Tanzania, utanunua nini? Benki hawastaki watu hawastaki, umejaza makaratasi mfukoni tu. Mpaka ena pesa yao dolar, paun, euro, hapo ndo uka ha? Utaweza kutumia na sisi tukigoma, wao hawana pesa. Maanake leo tukanena sisi ulimwengu wa tatu hatutumii dolari, sote mwamerika ta atakwisha lakini hatuwezi pesa nzao. Wamemiliki pesa, wamemiliki na habari, vituo vya habari United Press, kina nini zote wamezimiliki wao. Habari haitoki mpaka waipange wao, Masabiyo, si wa? kwa sababu hiyo si tumemilikiwa, la tatu ambalo kwa tumemilikiwa, sasa tumemilikia fikra, mawazo, hatuwazi ila tunapenda wao wanachokitonyeo cha mkuu wa hasa brainwash Ghasl al-dimagh, tusali Kiislamu, tufunga Kiislamu, tuwaza Kizungu sote, na mzungu aheshimia kweli kweli. Hapa dukani wewe uko ameingia ndugu yako muislamu mwafrika atakunua kitu utamsikiliza, akiingia mzungu utamwacha, ha yes, yes, yes. Yes, yes yes, umefurahi leo, unazungumza na mzungu. Ule ndugu yako jamaa yako amekuja duka lako kuheshimu, na ndio afanya biashara siku zote, umemtupa hata umsikilize, wamsikiliza mzungu na, na ukimwambia ukasirika. Pesa zote ziko chini ya Wayahudi, sote hatumiliki, si twamiliki makaratasi haya tuliona mfukoni. Makaratasi si pesa. Pesa ni dhahabu na fedha. Nani mwenye dhahabu na fedha? makaratasi tu tena Mayahudi walipotakuutalishi sisi Afrika Mashariki wakatugawanya, ika senti ya Kenya ina kima chake, senti ya Tanzania ina kima chake, senti ya Uganda. Kenya, Uganda, Tanzania zafanana kila kitu: tabia, makulima, wanyama, maadini. Pengine maadini za Tanzania nyiko liko za Kenya, kufanana kila kitu. Kwa nini ikawa pesa ya Kenya uko juu kuliko ya Tanzania? Mare zile ni mpango tu. Kitu gani kilisababisha pesa ya Kenya ikawa juu zaidi kabisa kuliko ya Tanzania? Ni mpango, wala huwezi kubadilisha na no. Wakitaka leo watafanya basi pesa moja, sio kuna tatizo.